Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan amempokea Rais wa Jamhuri ya Namibia, Daktari Netumbo Nandi-Ndaitwah ambaye anafanya ziara ya kiserikali ya siku mbili nchini Tanzania kuanzia tarehe ya ishirini hadi tarehe ya ishirini na moja Mei mwaka elfu mbili na ishirini na tano kwa mwaliko wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassani. Hii ni ziara ya kwanza kwa Rais Daktari Nandi ndani ya mipaka ya Tanzania tangu apishwe kuwa rais wa Jamhuri ya Namibia namo tarehe 21 Machi mwaka 2025 na inalenga kukuza ushirikiano wa kisiasa, kiuchumi na kijamii, ikiwemo katika nyanja za biashara, uwekezaji na elimu. Tanzania na Namibia zimejijenga katika uhusiano wa muda mrefu wa kidogo na kidiplomasia, hivyo ziara hii inataja itafungua fursa mpya za ushirikiano zitakazowawezesha wananchi wa nchi wa zote mbili kunufaika kiuchumi. Rais Daktari Nandi amepokelewa katika Ikulu ya Magogoni jijini Dar es Salaam na mwenyeji wake Rais Daktari Samia, ambapo viongozi hao wawili wanatarajia kuwa na mazungumzo ya uwili kisha kuongoza mazungumzo rasmi baina ya nchi hizo mbili na baadaye kuzungumza na waandishi wa habari. aidha Akiwa ndani ya mipaka ya Tanzania, Rais Dr. Nandi atatembelea kituo cha urithi wa ukombozi wa Afrika pamoja na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kama sehemu ya kutathmini mchango wa kihistoria wa Tanzania katika harakati za ukombozi wa bara la Afrika na pia kukuza ushirikiano wa kielimu na kiutamaduni kati ya Namibia na Tanzania. Ziara ya Rais Dr. Nandi Inataraji kuhitimishwa namo tarehe 21 ya mwezi Mei mwaka 2025. <tipos>